Hapana, mpaka nimeamua kuoa, kwa maana sitaki kufanya tena maasi. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini nitambua fika, mimi faki nakupenda na ninajua fika unaenda kuoa, ila nina ombi moja tu. Naomba tukutane usiku mmoja kabla ya Ramadhani. Unamaanisha tuvunje jungu? Ndiyo? Hapana. Nimeamua kutubu. Na dini inatuambia tubu ila Allahi tauba tanasu. Kiukweli mie naniumiza sana tena naniuma sana. Lazima natakiwa mkumbuke, mkumbuke wapi mimi nitoka na nyinyi. Mi nahudumia familia, namhudumia mwanamke na nimemsimamia kwa kila kitu. Inakwaje leo mnaenda kumuozea eh? Kwa nini aolewe? Yani ndoa kesho, nakuja kuniambia leo, mi najipangaje sasa? Kwa hiyo ile nguvu yangu ambayo ilikuwapo naitoa, nyinyi hamkuithamini au sio? Najua unapitia maumivu shemeji yangu lakini naomba uvumilie, na ndio maana sikutaka kukuficha hili swala, nikaamua nikwambie, na sio matakwa ya mama, familia ndio imeamua hili swala. Tunafanyaje sisi? Unajua, sitaki nizungumze mabaya wala sitaki kuzungumza mengi sana, lakini hichi kitu bado kitakuwa kinaishi katika moyo wangu. Yani kitakuwa kinavunja mvunja moyo wangu kila siku. Yani inawezekani mimi nikawa napoteza nguvu zangu eti kwa sababu ya mwanamke ambaye mi nampenda, namthamini, namjali Alafu eti anaenda kuolewa, we ume umeona wapi? Hebu hebu jaribuni kuvaa vya viatu vyangu mimi eh? vae ni viatu vyangu kwanza, alafu muone kiasi gani mimi naumia. Nafahamu mchango wako, shemeji yangu. mama mwenyewe hajataka ile swala, yaani naulia tena kwamba hajalitaka, lakini familia imeamua kumwezesha kwa sababu Ramadhani kishokutwa wameamua mwingize tu kwenye ndoa, lakini mwenyewe hataji ambaye hajatamani hilo. So, hata mimi kama dadake pia sikuridhia hilo swala. Najua mnapendana wewe na mama sana, kila kitu kinaamulika tu. Kuolewa au kuoa ni maamuzi ya mtu, mimi naelewa, kwa sababu hata yeye siku ambayo ya kwenda kuolewa ataulizwa, umeridhika kuolewa? Akisema nimekubali kuolewa, ina maana wewe ukaridhia, na nyinyi wote mmeridhia, ina maana hili jambo nyinyi mnalijua wote. Sasa hapa sioni sababu ya wewe kujitoa ila ili jambo itaenda kuwatesa sana nyinyi pamoja na mimi mwenyewe <coughs> kama nilivyokupanga.

Si, mimi naleta wanangu. Smart boy yuko kuuliza Smart boy chanika watu nani aswajua tu Smart boy. Sasa mwanangu, tuna volunteer unapigwa mziki yani unapigwa mziki unapigwa mkinda. Mpaka wanyo wanakawa na bless, yani wanakweli ya watoto wamenuna. <coughs> Basi sawa faza, lakini hapo usau katika sehemu moja, si unajua ndugu zako sio watu fulani, yani kwenye mitungi hapo. Mitungi sio sawa. Yaani kama mitungi inakwepo kwepo. Mbona uhakika faza? Lakaa mitungi yani, sasa suala la mitungi, Mimi si mwanangu okay. Mimi nafanya kama mnanizika, mimi mi mwaneno. Sasa Pare tunaingia wanangu, tunatia mkinda. Tunaika nini, mpigie mdogo mcheni kwanza, tujua tunafanyaje. Basi ina shida, kwa sababu mii mtoto na ilimcheki yani, chikitu anakijua Wifi, upo sawa? Nipo sawa. Hapana wifi yangu, mimi nakujua vizuri tu, ukiwa sawa na kujua na usipokuwa sawa na kujua. Mbona ulivyotoka hapa ulikuwa vizuri tu na ulivyorudi umekuwa vingine? Hembu naambia kipenzi, shida ni nini? Pana hivi, mi nipo sawa. Mbona kwani, kuna kitu ambacho umekiona? Akipo sawa <laughs> haya, kweli? kwa hakika upo sawa. Haya, vitu nilivyokutuma viko wapi? Yani ninavyokuambia hapa nilipo, sielewi, hata nimechanganyikiwa. Mpaka basi, hivi, kwani uliniagiza nini vile? Yaani mtu mzima kusahau sabau vitu alivyotumwa? Ama kwa hakika kweli uko sawa? Haya, kama unasema uko sawa, ngoja nimalizie kufua, alafu tutaongozana, tutaelekea wote huko dukani, maana usije ukasahau tena bulimau. Ukweli inaniumiza sana, yaani mi naniuma yaani, haiwezekani mwanamke, mi nafanya kila kitu kwake, halafu leo hii naenda kuambiwa eti anaenda kuolewa. Hivi kweli brother, wewe wewe kweli kweli takuingia kilini kweli? Yaani kwa hali ya kawaida tuiangalie bro, hivi ni ungwana ambao mi nafanyia na katika familia hakuna hata mmoja asiyejua kama mi nahudumia ile familia, kila kitu nafanya. Yaani mwanamke akitaka chochote kile, muda wowote, hata usiku, mi napigiwa simu usiku, naenda kufanya kila ambacho anachokitaka, halafu leo hii wanaenda kumwezesha mtu mwingine. Da, pole sana Mbwela, mi najua unapata maumivu, kwa sababu mwanamke unampenda sana, halafu leo hii anaenda kuolewa na mwanamume mwingine. Ni shida sana bro. Mimi hakiniumizi kile ambacho nachokitoa, sawa tuache, lakini kinachoniumiza, kwa nini wasifikirie maumivu ya wa moyo wangu? Kwa nini wasiangalie thamani ambayo mi nimempa yule mwanamke kwa kipindi chote hicho? Bora nisikilize, mi najua we umeumizwa na najua machungu sana ya maumivu, ila hebu kuwa na maamuzi, we ni mtoto wa kiume. Nisikilize mimi hivi navyokwambia, tafuta mwanamke mwingine, achana nao, tafuta mwanamke mwingine. Sio shida wanawake kuwa wengi, sio tatizo. Tatizo lipo katika moyo. Yaani, mbona niliona wanawake wengi halafu nikamfata yeye eh? kwa nini nilimfata yeye? Mi siwezi kulikubali hili jambo, ni lazima nifanye jambo lolote ambalo na wao wataumia katika maisha. Yani iwezekani, yani nikaliacha tu ili ikapita hivi hivihivi? Tugawane maumivu, wao niwape maumivu wow. wao wao, si wamenipa mimi maumivu? na wao lazima niwape maumivu. Hebu nisikilize basi, sasa unataka kufanya mambo gani hapa eh? Wewe unajua kama kesho kutwa mwezi wa Ramadhani, silazimishe mi kuwa katika hiyo imani ambao onaiamini wewe. Kila mmoja ana imani yake ambao nayamini kama ni hivyo, kama yeye alikuwa anataka kufunga ni mwezi wa Ramadhani, basi wanginiambia, wanginiambia toka kipindi hicho. Lakini kwa nini wananiambia nisubiri, nisubiri, ili mradi niweze kufunga naye ndoa, alafu kumbe wanapanga mipango, aende wakamwozeshe mtu mwingine. Inakuingia kilini hiyo? Sawa, mimi sina ushauri mwingine tena. Kama maamuzi mwenyewe unahisi ya kusahihi basi sawa. Oya, mimi naona wewe una, una cha kunishauri bwana, naona unaniyusha. Ah, mbwela Mbwela, yaani nimeshazunguka sembezazotea mpaka nishachoka. au mashoga zako naambia niwapelekee, wanaletea ubabaifu tu, wanataka sare, ila baadaye taki ugombana na watu misaivi. Ramadhani kesho kutwa, namda iji mtu taki kutafuta zambi sizo kuwepo Hmm. Kwa hiyo mi sijawapelekea na nimrudi nayo. Yani, kwa nini wamekataa, na mi nikachukua sukjoa nimrudi na vijola vyenye vichache. Hmm. Yani, dada, ina maana di dazua ajachukua sare. Yani ito uzu mwenyewe ananiletea mambo hayo. Samira naye, hmm. Ndio hivi mi ninavyojitoa kwenye shughuli zao, kweli kwenye shughuli yangu o ananifanyia hivi. Kujitoa sio kupata, na kila siku tulikuwa tunakwambia Yaani ukijitoa kwako sio kwamba nao watakata, la muhimu kwamba wewe ndio mwenye jambo na sisi ndio tuwashikilia jua kila kitu. Kwa hiyo kilichobaki tulia, tujue nini tunatakiwa kukifanya. mm -hmm. Ila ndio ujifunze kwa kila mtu unayemwona yeye mzuri kwa kushekeana tu. mm -hmm.

Karibu. Hmm, asante. Sasa hivi salama? Karibu. Kwema? Vipi wifi yako? Nimemkuta wifi hayupo. Nafikiri ameenda sokoni. <laughs> Naikashavunda, haya. Uko sokoni? Ameenda na simu? Hapana, hajaenda na simu. Yaani hapa ya mimi yani nishanza kuchanganyikiwa na nakwambia, mwili wote ushaanza kuvibrate, tunagisia kitu kinavolindina jamani. <coughs> E, yani yule naye anakela kama nini e. Ila Faki amejua kuniumiza mara hii, ameweza kucheza na moyo wangu vipi tena? Mbona unaweza kunichanganya kumchanganya eh, kwani anayeoa ni Faki Yesu usilie. Mimi kusema kwa Mungu sikujua kama hii shughuli anayeoa fati. Laiti kama ningejua anayeoa fati, haki ya Mungu nisingetoa tu elfu kumi yangu mimi. Kwa sababu iki kijola elfu kumi udugu imenitoka elfu kumi kununua huu. Kama unavyojua michi zi shughuli. Kiniambia shughuli na kuja kwako kwa nje au nje. Sijui shughuli ya nani ila ukinialika tu naingia mzima mzima. Kwa ndugu yangu kwa hilo naomba unisame. Na mpaka kufikia hapa mwili wangu wote tena ushaanza kuingia gani. Na hiyo shughuli siendi, dada siendi kabisa. Sikujua kama ndopaki yanaume, ila jamani, nyiwe wanaume hawa mdomo mdomokoma, sijankaongea mengi bule. So mapenzi hayaingiliwi bila pole. Udugu wangu, asante.